Kata ya Utalingolo kupitia diwani inayoongea hapa leo, tunawasilisha utekelezaji wa ilani ya Chama Cha Mapinduzi ya mwaka 2020 2025, kwa mambo yaliyofanyika ndani ya kata yetu ya Utalingolo. Mengi yapo kwenye makala ambayo imeandaliwa ambapo tutaona na kusikiliza yale yaliyotendeka. Yaliyopo kwenye makala ni baadhi tu ya mambo ambayo yamefanyika ndani ya kata ya Utalingolo, lakini nimeandaa, tumeandaa kwa kushirikiana wote na wenzangu viongozi ngazi ya kata kitabu kinachoelezea utekelezaji wa ilani ya chama cha mapinduzi. Hiki kinaenda kwa kina, lakini hatujamaliza mambo yote. Nisemee tu katika kipindi hii cha miaka mitano, mheshimiwa mgeni rasmi, serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania chini ya mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kusaidiana na mheshimiwa mbunge wetu mahiri makini Mweshimuwa Manyika tumepata zaidi ya bilioni tatu zimeingia ndani ya kata hio ya utanigoro ndogo zangu. Ninaposema bilioni tatu, wengine wasikkasiakasiki, nasema bilioni tatu, bilioni tatu imeingia kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo ndani ya kata ya utanigoro kigeni makofi na vigeregere iradi mbalimbali imetekelezwa ambayo kiufupi nitaielezea lakini mingi tutaiona kwenye makala yetu itakayowasilishwa hapa. Tukianza upande wa afya, upande wa afya madawa, e, vitendea kazi kwa maana vifaa tiba na vitendanishi ni zaidi ya shilingi milioni mia nne zimeingia katika kata yetu kwa maana vituo vyetu vitatu vya kutolea huduma zahanati ya Mkeleke, zahanati ya Utalingolo na zahanati ya Unole, lakini ni pamoja na kituo chetu cha afya cha Ihalo. Ni zaidi ya milioni mia nne imeweza kuingia hapa kata. Lakini pamoja na hayo, katika kipindi hiki, kwa kushirikiana na wenzangu wote, kituo chetu cha afya kilikuwa kina changamoto ya wataalamu ngazi ya kata kwa maana kituo cha afya tulivyomshirikisha mheshimiwa mbunge wetu oa, tulipomanyika kilio chetu, alikipeleka mbele, kikasikika. Kwa mara ya kwanza ilikuwa ni ajabu, waganga au wataalamu wa afya, wataalamu kumi wote walipangiwa kituo cha afya chetu cha Iharula, wataalamu kumi namna gani tunaweza tukaona mheshimiwa mbunge jinsi anavyofanya kazi. Lakini pamoja na haya, kata yetu ilikuwa ni miongoni yenye kituo cha afya ambacho kinafanya kazi, lakini tulikuwa hatuna gari la ambulance. Lakini hivi punde tumepata gari la ambulance lenye zaidi ya milioni mia mbili. Piga makofi. Tunaposema gari lipo ambulance Manake, sasa, akina mama, wala tusijibanebane, mkoa wetu wa Njombe una watoto au una watu pungufu? Tuko laki nane tu. Kwa ambulance tunayo. Kwa akina mama, hebu niwaombe tusijibane tusijibanebane, hata mke wangu mimi nitaenda kuongea naye. Lakini pamoja na hayo tumeweza kupata x-ray ya kisasa kabisa lenyi zaidi ya milioni. Generator standby ambalo meme kikatika lenyewe najiwasha automatic. Akina mama hapo vipi, jamani? Mtabana a hamtabana? mtabania hamtabana. Lakini pamoja na hayo, tukija upande wa barabara Ndugu zangu wanakata Utalingolo. Hebu nigomba huyo mtu wa makala hebu aiache kwanza. Hebu iache kwanza hiyo. Mimi naomba watu wote waniangalie mimi mnawanisikilize mi. ni. Hayo yatafuata. Nikimaliza tu MC atatuongoza ndio tutaanza kusikiliza tu. Tukija kwenda barabara. Ndugu zangu wanakata Utalingolo, mheshimiwa mgeni rasmi wa leo. Katika kipindi cha miaka mitano tumefanya kazi kubwa sana ya kuboresha miundombinu ya barabara. Nadhani sote tutakuwa mashuhuda kabla ya mwaka 2020, barabara hii ya kutoka mjini kuingia ndani ya kata yetu kuelekea Luponde na Lugenge ilikuwa changamoto kweli, sio kweli? Lakini hivi tunavyoongea barabara hii kwa msimu huu, kwa mara ya kwanza, kwa mara ya kwanza imekuwa barabara iliyo bora na haijaharibika kama ilivyokuwa inaharibika miaka mingine, kweli, sio kweli? Lakini pamoja na hayo tumefungua mtandao wa barabara katika kata yetu. Hatua ya kwanza tulianza kutengeneza barabara ambazo zimefunguliwa kwa mara ya kwanza kwa maana ya greda, barabara ya iharula nore lugenge yenye urefu wa kilomita 15, lakini tukafungua barabara ya nole kwenda kisilo yenye urefu wa kilomita nne, hapo vijijini. Lakini tumeendelea kufungua barabara mpya ambazo wengine toka wanazaliwa maeneo yao ndio ilikuwa mara ya kwanza kuona greda, kweli sio kweli? Tumefungua barabara ya kutoka Utalingolo kuelekea Igagala yenye urefu wa kilomita saba kwa mara ya kwanza, hapo vipi jamani? mefunguliwa barabara kwa geda kwa mara ya kwanza inayotoka Nole kwenda Igagala kilometa 4. Hapo vipi jamani? Sasa mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ujumla wake mtandao wa barabara hizi nizozisema, kwa miaka tofauti tofauti, ni jumla ya zaidi ya milioni mia nane ishirini na tano zimeingia ndani ya kata ya Utalingolo. Vigelegele, makofi na vigelegele. Pamoja na haya shughuli mbalimbali zimefanyika. Upande wa elimu, upande wa elimu ni zaidi ya shilingi milioni mia tisa zimetekeleza miundombinu mbalimbali, ujenzi wa madarasa, tutayaona kwenye makala yetu, ujenzi wa vyoo na nyumba za walimu. Nikizungumzia swala la sekondari pale nafikiri wote tumekuwa mashuhuda, tutashuhudia madarasa zaidi ya 15 yamejengwa, lakini mabweni matatu yamejengwa, lakini hivi sasa tunaendelea na ujenzi wa banda la chakula na ukamilishaji wa nyumba ya mwalimu milioni zaidi ya 900. Hapo vipi jamani? Hapo vipi jamani? Nisiseme mengi, upande wa kilimo, upande wa mifugo Eh, maendeleo ya jamii, maendeleo ya jamii zaidi ya milioni mia mbili hamsini zimeweza kutolewa na watu wameweza kunufaika kwa shughuli mbalimbali kutoka kwenye mikopo ya asilimia kumi. Hapo vipi jamani, hapo vipi jamani, hapo sawa, si sawa? Tukija kwenye swala la udumavu, kata ya Utalingolo ndo kata pekee ambayo imeweza kupambana kuhakikisha kwamba tunatokomeza udumavu tulivyoshirikiana na wenzetu ndani ya kamaka. Changamoto ni nini? Na hili niongee kwa faida ya halmashauri mji ya Njombe, tulichochanganua na kubaini kwamba makundi sita yale ya vyakula ni kundi moja ambalo ndio lina changamoto na ndio ni changamoto kuu, kundi la protein. Kweli sio kweli? Kweli siyo kweli? kundi la protein ndio ambalo linaonekana kuwa na changamoto kubwa na kata yetu Utalingolo, kwa awamu ya kwanza, udumavu ilikuwa ni asilimia 43, lakini tunavyoongea hivi, udumavu umeshapungua na tunaelekea kwenye asilimia 36. Kwa nini tulikifanya ndugu zangu? Hapo naomba ututulie vizuri, nini tulikifanya kwamba changamoto ya udumavu imeonekana na kusa zaidi wale ambayo ni kaya zenye uchumi wa chini na kaya zilizo, chini, chini, zilizo na uchumi wa chini zina changamoto kubwa ambayo wanashindwa kupata protein ambayo inaweza kuwa ni ya mimea au ya wanyama. Kwa sisi kama kata ya Utalingolo tukajikita kuhamasisha shughuli ambayo inaweza kuwa rahisi kwa mtu wa chini ili aweze kupata kitoweo cha nyama ambayo ni protini. Kwa hiyo tutaanzisha mradi wa ufugaji wa simbilisi. Simbilisi hoye. Simbilisi hoye. Simbilisi ni sungula wadogo ambapo wote tunafahamu na wote tumekuwa tukifuga. Lakini utamaduni wa sisi wa Kitanzania walio wengi tumekuwa na utamaduni wa kudhalau vitu vya chini, tunataka vitu vya, vya juu. Sasa kuna ndugu zetu hawa ambao kiuchumi wako chini, hawana uwezo wa kufuga ku hawana uwezo wa kufuga sungura, hawana uwezo wa kufuga hata mbuzi ng'ombe, na kuendelea ukimpelekea ng'ombe mtu ambaye ana uchumi wa chini ni sawa unataka kwenda kumdiviliza kiuchumi, vinginevyo umsaidie kwa maana huu awe na mtaji wa kuendeshea huyo ng'ombe na hiyo mifugo mingine mikubwa. Kwa hiyo sasa, katika kata yetu tulianzisha huo mradi wa ufugaji wa similis kuelekeza kwenye, kwenye kaya ambazo hazina uwezo, lakini tunapoongea hivi sasa tumehamasisha na similis ziko nyingi za kutosha. Lakini tujipongeze wanakata Utalingolo sisi tumeweza kuvimudu na kuvipenda vyetu tulivyonavyo. Hivi ninapoongea imekuja projekti ambayo sasa wameelekeza macho ya Utalingolo kwamba zinatakiwa simbiris zaidi ya 400 ambazo zinatakiwa zikatekeleze miradi kama hii tuliyoanzisha kata ya Utalingolo. Hapo vipi jamani? Niishie hapo. Tukija kwenye swala la kata ya Utalingolo bila uchafu kata ya Utalingolo bila uchafu. Utalingolo bila uchafu, yeah. uchafu. Inawezekana tulipoanzisha swala so zima la usafi wa mazingira ilikuwa ni changamoto, tukianza na swala su la vyoo bora ilikuwa changamoto. Wananchi kadhaa walikuwa wakilalamika mpaka nafika kwa diwani, kwa mtendaji kata, tumevunjiwa vyoo vyetu vilivyokuwa vya mashimo, sasa hatuna mahali pa kwenda, ndugu zangu tunapohitaji maendeleo, changamoto mbalimbali zinaweza zikatokea, lakini leo hii wana wanautalingolo ukimwambia mwanautalingolo ameenda mahali anauliza kwanza, ivi choo hapa ni cha kulenga au cha kufurashi? Atauliza. Hivi leo ninapozungumza hapa, kata ya Utalingolo yote vyoo vimeboresheka Vyoo vyote sasa ni vya masinki, ni vya kumwaga maji, tofauti na vile vyoo vya kulenga. Vyoo vya kulenga vipo? Havipo? ha, vipo! tunapenda vyoo vya kulenga hatupendi? ha, vipi! Hapo vipi jamani? ha, mheshimiwa mgeni rasmi, ni kata pekee ambayo tumehamasishana pia usafi wa mazingira, takataka zozote zile, iwe ni maji mtu amekunywa au amekunywa soda katika chupa ya plastiki, kuna mahali maalum ambapo inatakiwa aweze kwenda kutupa zile takataka. Kwa hiyo tumehamasisha kila mlango wa biashara lazima uwe na dustbin. Sehemu za mikusanyiko ikiwa ni misiba, sherehe, lazima kuwe na mifuko kwa ajili ya kutupa takataka taka. Na ndio maana Mheshimiwa mgeni rasmi inawezekana hukutambua, lakini kwa ombi utakapokuwa unarudi uone utalinganisha na maeneo mengine, hata barabarani takataka ziko chache sana na wanaotuchafulia sio wana Utalingolo, kweli? Sio kweli, hey. Wapita njia walio kwenye mabasi ndio wanaopita na kutupa hizo takataka. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikija upande wa umeme, vijiji vyetu vitatu vya kata ya Utalingolo tulipokuwa tunaanza awamu hii ni kijiji kimoja na vitongoji viwili tu ndio vilivyokuwa na umeme ni Halula na vitongoji vyake viwili kitongoji cha Mpongwi na kitongoji eh, ni kitongoji gani kile eh, Lugungu. Kwa hiyo ni vitongoji viwili tu ambavyo vilikuwa na umeme, lakini mheshimiwa mgeni rasmi, tunapoongea hivi leo, mama Samia akaleta mambo, vijiji vyote vina umeme na vitongoji vyote. Katika vitongoji ishirini, vitongoji 14 vyote vina umeme. Kwa hiyo sasa hivi tumesalia na vitongoji sita tu. Pigeni makofi na vile Mheshimiwa mgeni rasmi, tukija upande wa maji, kuna mradi wa maji ambao tuliukuta, lakini tulipoingia ndio tumehamasisha ili uweze kuanza kufanya kazi, mradi wa maji ambao ni wa Lugenge Utalingolo kwa jina linaloitwa na hivyo ambapo sasa imeanzishwa chombo cha watumiaji kinaitwa Ruki. Ule mradi ulikuwa na gharimu zaidi ya bilioni 1.5, lakini tulipoanza shughuli ya utendaji utekelezaji wa ilani, yale maji yalikuwa yajaanza, lakini tumehamasisha kuhakisha maji yaanze kutoka, lakini tukabadilisha hata mfumo, tukashawishi kubadilisha mfumo. Zamani ilikuwa yale ya maji lazima yachoto kwenye vituo, lakini tukahamasisha na tukaelimishana tukashirikisha meneja wa RUWASA kwamba maji yale sasa yaingie ndani ya nyumba ya mtu kwa sababu matumizi ni yale yale, kweli siyo kweli? Jamani, mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na yote, upande wa elimu, kata yetu Utalingolo tumebahatika na nadhani sote tunajua ujenzi wa chuo kikuu branch ya Njombe, chuo kikuu cha UDOM umeshasainiwa mkataba, ambapo ujenzi unaanza hivi karibuni na umeshaanza. Wote nafikiri tunajua, kweli sio kweli? Lakini kata yetu ya Utalingolo, mheshimiwa bweni rasmi, tumenufaika kuwa sehemu ya branch ya yudom ya chuo kikuu hicho, kuwa na eneo limepitishwa eneo ambalo litatumika kwa ajili ya mazoezi ya kivitendo kwa ajili ya wale wanachuo chuo kikuu hiya. Makofi na vigelegele. Kwa hiyo matarajio yetu baada ya miaka kadhaa, tunaamini eh, katika eneo letu la Ihalula ambalo tumetenga kwa ajili ya eh, ujenzi wa eh, hicho chuo kikuu kwa maana mazoezi ya kivitendo tunaamini kabisa hata barabara yetu itaboresheka zaidi. Tunaamini baada ya miaka kadhaa, hii barabara ya kutoka Njombe mjini kuja Utalingolo mpaka kuunganisha kwenye kituo chetu cha afya na eneo lile litakalotumika kwa ajili ya chokuu itakuwa lami.